Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Msimamo wangu mimi ni ule ule, na ndivyo ambavyo tulivyoona iwe hivyo, kwa sababu wanasema kwamba mbakinji wa jina hakusumbui, na tunafanya hivyo kwa sababu tunajua kabisa, tumeshawajua. Na hapa waliposhikwa sasa hivi, sikufichi ndugu mtangazaji, waliposhikwa sasa hivi TFS hawaelewi hata washike wapi wafanye nini, hawajui, wamechanganyikiwa. Na ndiyo maana wameamua kusogeza, kuirushia serikali. Kama walikuwa na uwezo wa kuamua hili jambo wangeweza kuliamua, lakini kutokana na misimamo tuliojiwekea sisi kubadilisha mpira wa hii nchi Haya ndio anaenda kutokea, serikali inaamua kuja kusimamia, waziri anaamua kuja kuzungumza na sisi. haya mambo alitakiwa afanye Karia pamoja na bodi yake watuite, tuweze kukaa, lakini kutokana na mkanganyiko wa kauli zao, baada ya ule mtafaruku kutokea, alikuwa kimya. Alivyokuja kurudi, mheshimiwa Karia akaongea yale aliyoweza kuyazungumza na kuwadharau viongozi wetu, hayo yaliweza kuongeza hasira kwa wananchi na chuki kwa TFF na baada ya kuongea tu Almas Kasongo naye akazungumza e, umenielewa sijui, wakazungumza na baadhi ya viongozi wa chefu, baadaye akaja akazungumza mguto. Unaona vitu vile kuja kutokea, kama vile walikuwa wanamsubiri kwamba yeye aliyeshika rungu ndio atakaye tupa sisi lupo ya kuweza kuzungumza sasa. Kumbe wasijue kwamba walikuwa wanatapatapa, kwa hiyo wanatafuta mahali pa kujishika sasa. Wameshindwa mahali pa kujishika, serikali imeamua kuingilia kati. Sasa ndio maana sisi wanachama wa Yanga waliokwenda pale nina imani kabisa mashinikizo ambayo yanatoa yasipuuzwe, na yakipuuzwa tunakwenda kuharibu mpira totally. Yes, tunakwenda kuharibu mpira total kwa sababu wale sio wajinga. Wameacha wengine pale, ni walimu wengine, wafanya biashara, wengine wafanya kazi, wameajiriwa makampuni, lakini wamesema pote liapote, tunakwenda kuipigania klabu yetu. Nadhani unakumbuka kipindi kile cha uchaguzi wa Yanga, tunakuja kuwaingiza wakina wakina mzee nani mzee mshindo msora, kipindi kile tunafanya wale uchaguzi, miongoni mwa watu ambao tuliambiwa kwamba tunapingana, tunaupinga uchaguzi wetu, mimi nilikuwa miongoni mwao lakini ukijaribu kuangalia mapambano tulivyoendesha, wa walitaka kutuharibu na kuweza kuiharibu kuisigina katiba, katiba, kuyif, katiba yetu ya Young African wakataka uchaguzi ukafanyike, kitu ambacho hakijawahi kutokea na hakita kutokea. Sasa sisi viongozi tuliamua kusimama na kuweza kutetea ile, tukaweza kurudisha uchaguzi wetu na kufanyika katika klabu yetu, na tukaufanya wenyewe, tukajisimamia wenyewe, kitu ambacho kwa tunapingana nayo ni kuvunja utaratibu, na ndicho kinachoenda kutokea leo kitu ambacho kitavunja utaratibu wa Yanga baba, kitu ambacho kitaenda kuharibu mpira wa Tanzania ni leo, na kitu ambacho kitaenda kujenga mpira wa Tanzania ni leo. Ni kauli na hekima ya Mheshimiwa Palamagamba kab kab Kabudi kusimamia hili katika uadilifu. Akienda katika upande wa kuegemea upande mmoja baba, huu mpira unaenda kupasuka totally. tunaenda kuharibu kabisa huu mpira, lakini kama atawenda, ata, ataweza kuangalia haki ya msingi nani ambaye alikuwa chanzo cha matatizo haya ni fulani, aadhibiwe. Nani ambaye alishindwa kufika uwanjani ni fulani, aadhibiwe kwa haki. mpaka sasa hivi, mpaka mpaka extra time mpira, tarehe watakaopanga mpira hautachezwa. kwa ninavyowajua mimi Wanayanga, najua misimamo yetu, hayo inakuwaje? na mara nyingi huwa tunasimamia katika utaratibu, katika misingi ambayo inaeleweka, huwa tusimamii kiholelaholela. Nasikia hojahoja zinatolewa, tuna baadhi wa wa wazee na upande wa pili, lakini ukiangalia hoja hawana lakini cha msingi aliyekimbia mpira ni nani? Wewe ungetamani waziri atoke na tamko gani? Nilikuwa nilikuwa natamani waziri aweze kuweka wazi, aweze, awe, aweze kutoa tamko moja tu kwamba hukufika uwanjani, tatu Yanga, bodi ya ligi kuanzia wale Skaria, bodi ya ligi wote wajiuzuru. Kama itashindikana kupewa pointi tatu, mpira unaweza kuja kuchezwa kama ataamua kumaliza kabisa wote waondoke, wa wajiuzuru, ichaguliwe kamati ya mpito ambayo itasimamia mpaka ligi itakapokwisha, ndio tuweze kuingia kwenye uchaguzi. Yanga watarudi kucheza mpira, lakini kama tofauti na hivi, sijui, sioni sioni mahali ambapo pana magundi ataweza kuchomotea siku ya leo, sioni ambapo ataweza kuuponya huu mpira wale kwa nini ninavyoangalia. Lakini hauonekana kwamba huenda kikao hiki kikawa na tija kwenye maendeleo ya soka kwa kupata mwafaka kamili? Yes, kinaweza kawa na tija kwa haya ambayo nimetoka kuyazungumza kama kitakuwa yatafanyika yata, yata yale ambayo nimekuambia, kama yatafanyika yale ambayo nimekuelekeza hapo, atatenda haki na atasimama vizuri na itamletea heshima wa mwenyewe Mheshimiwa Waziri. Na kama akishindwa hivi, hata yeye mwenyewe kwenye nafasi yake naweza kuwa ni Mungu, sababu ameshindwa kuamua hili jambo, kama serikali akishindwa kuamua hili, na yeye mwenyewe atamweka matatizoni. Lakini kubwa hamchezi, kubwa hatuchezi na hatuko tayari kwa hilo. Sasa kwa nini hamchezi, hatuchezi? kwa sababu kwa nini hawakuja uwanjani? Kwa nini hawakuja uwanjani na kwa nini kime, nini kilichosababisha wasije wasi, wasi uwanjani siku hiyo? Sababu tu ya msingi ni moja tu kwamba TFF waliahirisha kwa wali kutumia kanuni gani na nini na tunacheza si kwa kutumia kanuni ipi? Ndio swala la msingi hilo, waliahirisha mpira kwa kutumia kanuni gani na sisi tunacheza kwa kutumia kanuni gani? Miongoni mwa kauli ya mwanasheria aliyewahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya sheria kunako shirikisho la Kabombo Eludi Mvela amewataka kwamba ni vizuri Yanga Africans kama kuna tarehe nyingine itapangwa basi mkacheze huku mkiendelea na shauri lenu hilo. Hili hauonekana kwamba linatija, pia linatija kwa mtazamo anavyoona yeye, lakini kwa mtazamo wa sisi wa Yanga tunavyoliona hili halina tija, litakuwa lina, linatija kwa upande mwingine wa pili. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo nikiwa na maana kwamba aliyekataa kucheza ni nani? Halie ahirisha mpira ni nani, alikuwa na sababu gani ya kuahirisha mpira? Hebu niambie ndugu mtangazaji, kwa mfano kama ingetokea aa, Simba alivyoandika barua yao usiku wa manane, kwanza alianza try again, ana nani, ni saa saarani huyu magori akasema kwamba yeye mpira hautachezwa, baadaye ikaja taarifa ya klabu ya Simba kwamba hawatacheza mpira. Kwa mfano TFF wangeamua kusimama wakasema kwamba kama alivyokuwa amezungumza Mguto kwamba mechi ipo kama kawaida na watu waendelee ununua kadi za kuingia uwanjani, tiketi za kuingia uwanjani. Kama wangeamua kubaki na msimamo, je, Simba yes, singeleta timu uwanjani. Ni kwamba mpira wetu unaendeshwa na watu fulani fulani, kitu ambacho ni kosa. Mpira utakuwa uendeshwa na kanuni, na hili jambo mara nyingi nimekuwa nikirudia nikilizungumza sana, mara nyingi sana kwamba watu wanakuwa wanarukaruka tu, ukienda kwenye, ni kanuni ziko wazi. Hata mtangazaji, ukiniuliza swali wee mwenyewe unajua kabisa kwamba hapa Yanga kakosewa, unajua wamechemka unajua, lakini masuala nakuwa naulizwa kama vile tunategwa. Mashabiki wa Yanga, kuangalia tempa ya mashabiki wa Yanga ikoje, mimi nakueleza ukweli ninaoijua mimi Yanga, na kwa namna mambo jinsi yalivyo na kwa namna alivwa bananga haya, kama hawatajiuzuri, hiyo gemu haitakuwepo. Angalia tu hata napokea nyeso ya timu matokeo yalivyotokea, mimi kwenye mitandao kilikuwa kinazungumza kuhusu, ndipo utajua kabisa kwamba walio wengi hawakuridhishwa na haya ambayo yametokea, lakini wamefunika kombe mwanaharamu wapike. Sasa mwanaharamu mwenyewe kagoma kupipwa, na kombe lenyewe limegoma kufunikwa, limekataa. Unafanyaje? ni kufuata kanuni na sheria tu za mpira wa miguu tuweze kwenda sawa, tujenge mpira wetu. Na nilikuambia siku moja kwamba hii hili jambo linakwenda kubadilisha kabisa sura ya mpira wa Tanzania na watu wataadabishwa katika hili, na watu watatii, watarudi kwenye mstari, kufuata kanuni kupitia hili. Ila waache watu waendelee na viburi vyao, kwamba wao kwa, kwa sababu wako madarakani wanaogeuza mpira wanavyotaka it is okay, lakini after end of the day itakuja kufika mahali tutanyooshana tu kwenye mstari. Kwa hiyo, msimamo wa Yanga kwamba mtaendelea pale pale na hamtaingiza timu uwanjani, basi usilete kipengele kwenye mambo ya msingi na hili litakwenda kumjengea sifa kubwa sana Mheshimiwa Waziri kama atafanya maamuzi ambayo ni sahihi, ambayo anajua. Lakini kama ataenda kinyume, akaingia kwenye mkongo wa upande wa pili, brada, huu mpira unakwenda kupasuka na utamvunjia heshima Mheshimiwa Waziri wetu. Tunampenda sana, tunamjua ni mtu mwenye msimamo na ni mtu ambaye anapenda haki na ni mtu wa Mungu. Katika hili anajua ni nani mwenye mapungufu, ff amekosea, msingo amekosea Waadabisho wapigwe saini hii kama ni, ni, ni, ni, ni kususa daraja, sisi tuko tayari. Hata kushuka daraja tuko tayari, tutashuka na timu yetu, hata kama daraja la nne huko chini, tutakwenda kupandanaa mdogo mdogo mpaka tarudi ligi kuu, lakini mtajua kabisa kwamba Yanga sio watu wa mchezo, na ukijaribu kujua kwa nini jambo lina usiri kiasi gani, viongozi wote wa Yanga wako pale Taifa. Sasa wakigeuka nyuma akaangera sisi wengine tuko mbali, tuko nje ya mkoa wa Dar es Salaam, tuko mbali. Haya, na sisi tunayazungumza haya. Nchi nzima imekuwa ni mabango ya juu ya TFO, nchi nzima imekuwa ni vikao juu ya Yanga na kurudia hii game. Sasa wao utatoa maamuzi gani? Utatoa maamuzi ya... lazima uwe serious katika hili jambo, nakueleza tu, na mheshimiwa waziri au makini mno, wasije wakamwingiza mkenge. Nimesikia kwamba na mheshimiwa naibu waziri naye ameenda huko na namjua yeye ana itikadi ya upande gani. Asije akaenda kama alivyozungumza siku ile Tanga, anaenda kuharibu huo mkutano. Awe makini sana katika tunachotaka katika, katika kuongea haya, kwa sababu Tanga aliongea vitu akajiona yuko right, ile vitamkosi kwenye huo mkutano. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.